Jana niliingia hapa mapema nikalala hapa Marani, pali naitwa Marani Simba Lodge <laughs> mnajua Marani Simba Lodge? Sasa nikiwa hapo ni pali ndogo hivi, nikapata kuna baraza fulani inaendelea, watu kama kumi na wawili wamekaa kando hivi wanaongea. Nikasema wacha niweke masikio yangu karibu nisikie ni akina nani Kumbe ni baraza ya abarogi, ni wachawi walikuwa wamekaa hapo ndani wanaongea, wanasema vile Jafaa amewaharibia kazi. Ni wale wa kukimbia usiku, kwa sababu Jafaa ameamua kila pali stima, stima, stima, stima. Sasa pali ya kufanya kazi yao ya usiku ya mbio hakuna Alafu hapa chini banda, unajua Jafaa ameweka hii stima yenye ukikaribia ndio inawaka. <laughs> Sasa ukikanyaga chini ndio inawaka, na amesema tena kwa bajeti inaongezwa stima hapa Kitutu Chache North ikuwe inawaka yote barabara pia. Nimeona amemaliza pale.